Mwigizaji wa hapa nchini Tanzania ambaye ameugua kwa kipindi kirefu, Carolina Hawa almaarufu Carina amefariki dunia na taarifa hii imethibitishwa na Globo ambao wamekuwa naye karibu sana mpaka hivi karibuni alipokwenda kutibiwa nchini India ambapo amesema amefariki wakati alitarajiwa kurejea Tanzania leo baada ya kufanyiwa upasuaji mkubwa kutibu tatizo la utumbo lililokuwa likimsumbua kwa muda mrefu. Sasa miongoni mwa watu ambao wamethibitisha kifo chake vile vile ni mwigizaji William Mtitu ambaye ameandika Uh, da Karina, mdogo wangu umekwenda. Ama kwa hakika umepambana sana kuokoa uhai wako, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa na mipango yake juu yako. Nenda mpambanaji, mbele yako nyuma yetu. RIP Karina, amen. Hivi karibuni mtangazaji wa Globo Imelda Mtema alimtembelea kule nchini eh, India, ambako alikwenda kutibiwa. Alikuwa akisaidiwa na daktari anaitwa Jay Sefta ambaye yeye ndo alimpokea kule kwa ajili ya kupata matibabu hayo, na kiukweli juhudi nyingi sana zimefanyika kwa ajili ya kuokoa maisha yake, na amefanyiwa operesheni nyingi sana lakini bahati mbaya ni kwamba amefariki dunia, na kama ambavyo mtito amesema, ni kweli amepambana sana. Unafahamu stori yake, amekuwa akilia akiomba msaada, na Watanzania kwa kiasi chake wamekuwa kimsaidia sana lakini pia hata serikali ya Tanzania nao ilifanya namna yake a